Yesa, uh, penzi mtazamaji, bana, hali inazidi kuwa nzito kwa Loveness. Ni kwamba mpaka sasa mambo yameongezeka, ikumbuke kwamba Kevin anapendwa na wanawake watatu, I mean Loveness, Christina na nani na Tina na wote wapo katika nyumba moja. So mpenzi mtazamaji, tumia muda huu kuacha komenti yako na mshauri nini Kevi. Lakini wakati unaacha komenti yako, nikusi mpenzi mtazamaji, usisahau kuonyesha upendo wako hey. Usisahau kuonyesha upendo wako kwa kubonyeza neno subscribe maneno meusi chini ya hii video. Ukibonyeza alama neno subscribe, basi itakuwa rahisi kwetu kujua ni watu gani wanatamani kumwona Loveness akishinda vita. Kwa hiyo ukibonyeza alama neno subscribe, basi kwetu tutapata notification kwamba wewe unaikubali movie yetu, lakini muhimu zaidi ni kuacha comment mpenzi mtazamaji, maana ari inazidi kuwa nzito, ari inazidi kuwa mbaya kwa Loveness. Kumbuke kwamba Loveness ni mgeni katika mapenzi.